ya watu watatu waliozama katika Bahari Hindi imeingia siku ya tatu kaunti hiyo ya Mombasa, huku juhudi za kuopoa miili hiyo zikiendelezwa na asasi mbalimbali mbali za pamoja. Watu hao watatu walitumbukia baharini Ijumaa iliyopita baada ya boti yao, iliyokuwa imebeba watu ishirini na wawili, kupinduka wakati wa tamasha la bahari la Afrika Mashariki ambapo watu kumi na tisa waliokolewa ila watatu hao hawajapatikana hadi kufikia sasa. Familia za walio tea zinaiomba serikali kuharakisha operesheni hiyo ili kupata miili ya wapendwa wao. Ni kwa nini wanafanyia wazazi hivyo, na wakati event inafanyika sehemu za Jomvu wala Miritini? watoto wote ambao wako kwenye boat wanakuwa na safe jacket. Kwa nini wetu hawakupewa safe jacket? Hiyo ndio swali nauliza, na nauliza swali nyingine, mwenye aliandae hii event ako wapi? Kale boti yeno apate haki yake na apolewe kwa maji. Ni mtoto huyu mmoja, sijafanikiwa kuzaa mwingine, ndio mvulana, ndiyo msichana. And we are, uh,